Leo tunaendelea na series zetu za njia za uzazi wa mpango na leo tutaangalia faida za kutumia vidonge vya uzazi wa mpango aina ya combined oral contraceptives. Kama hujui nini maana ya hivyo vidonge, kama haujui vina faida vinafanyaje kazi, angalia kwenye video zangu zilizopita kwa kubofya hapo kitufe chini cha subscribe hapo chini kisha ingia kwenye chaneli yangu utaona video hizo, ujifunze. Kwa wale ambao umesha subscribe, sijali, mtu anaweza akapata faida zifuatazo kwa kutumia vidonge aina ya course ya uzazi wa mpango. Vidonge hivi vya uzazi wa mpango vinasaidia kurekebisha mzunguko wa hedhi usioeleweka. Kama wewe mzunguko wako wa hedhi haueleweki, nenda kwa daktari muone, atakupa vidonge hivi na itakusaidia kuwa na mzunguko unaoeleweka. Pia inasadikika vidonge hivi vinasaidia kupunguza vinyorovu vilivyopitiliza kwenye uso na mwili, ila usitumie vidonge hivi kwa ajili ya kutibu hilo tatizo. Vitumie kwa ajili ya uzazi wa mpango, vitakurekebishia na hivyo pia. Kutumia vidonge hivi inasaidia kupunguza maumivu wakati wa hedhi. Sio kwamba uvitumie ukiwa una maumivu wakati wa hedhi, hapana. Yani ukiwa unatumia vidonge hivi kama njia yako ya uzazi wa mpango, vitasaidia kupunguza nini, maumivu ukiwa kwenye hedhi. Na leo nita nimeelezea tu hizo faida tatu na hii, kama kuna faida nyingine unazijua zaidi ya hizo, niandikia hapo kwenye komenti ili tujifunze wote. Asante, bye.